Ansila Lisulile mwenye umri wa miaka kumi na saba ni mzaliwa wa Makambako mkoani Njombe na katika umri wake amelelewa na wazazi wake hadi ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili alipohitimu shule ya msingi. Vishawishi vya makundirika vikamzidi nguvu Ansila, na akiwa kidato cha kwanza akapata ujauzito uliomfanya hadi sasa aitwe mama. Ikatokea nimeshawishika, nikatoroka nyumbani Nilivyotoroka nyumbani nikawa naishi na huyo mwanaume ndo akanipa mimba. Anasema vishawishi vya marafiki wakimtaka atoe mimba vikampitisha katika mgogoro mkali wa kihisia hadi alipoamua kushirikisha wazazi waliomsaidia kutunza ujauzito. Na imetokea nimejifungua, sikuamini kuwa huyu ni mwanangu, nikafurahi sana na nikamshukuru Mungu. Asante, hivi ningetokea nimetoa ile mimba, ningejua ningekuwa na mtoto mzuri kama huyu. Kwa mama katika umri mdogo, kutokuwa na kazi ya kuingiza kipato pamoja na kukosa usaidizi kutoka kwa baba mtoto ni sehemu ya maisha iliyomwachia kumbukumbu. Hajali kwa mtoto anavaa nini uku na ninakula nini huku. Nashukuru Mungu, familia yangu kwa sasa Ansila yuko katika chuo cha ufundi stadi VETA wilayani Makete, akijumuika na wenzake katika kozi ya mapambo, ikiwa ni fursa kupitia mradi wa Timiza Malengo chini ya ufadhili wa TASAFU kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Kudhibiti Ukimwi pamoja na VETA na ni mradi unaohusisha mabinti kutoka mazingira hatarishi. Kiini cha mtu kuwa masikini ama kupata maambukizi ya ukimwi ni kutokana na wakati mwingine na changamoto za kiuchumi ambao unaanza kwenye hali ya ujana mpaka uh, anapokuwa mtu mzima. Wanufaika wa mradi watimiza malengo wa na matarajio makubwa kupitia fani walizochagua ikiwemo fani ya ushonaji pamoja na upambaji. Napenda nielewe fani vizuri, nikifika nyumbani niweze kuisaidia hadi familia yangu, Mungu atunisaidia. Napenda yani yani kila, kila mtu ajue kwamba mi naweza kushona mishono mizuri. Makundi yasio na maadili, tamaa na vishawishi vinatajwa kuchangia mabinti kushindwa kutimiza ndoto zao. Napenda kuwashauri mabinti wenzangu wasio na makundi ambayo yaleweki, wanajiingiza kwenye makundi ya hatarishi. Kuna watu wengine wanajua kushawishi, wanaweza wakakushawishi ukaingia nao kwenye hilo kundi, mwisho wake ndo ukapata hayo magonjwa ya, ya kuambukizwa. Wanufaika hawa wa mradi wa Timiza Malengo umepatikana kupitia uratibu wa halmashauri za mkoa. Emanuel Kalemba, Papa, pa, Azam no. News Njombe. <tune>